Ama kwa upande wa maadui zetu mm. Lakini yule jemendari hakusema upande ule wa ako mm, wa Joshua ama ha, upande, upande, upande wa adui zake, hakuchagua hakuchagua upande wa mmoja. E, yeye alisema mm, anapigania jeshi la nani? La, no, la Bwana mm. Sasa nikakuja nikujiuliza, kumbe sasa mimi Joshua wa, alikuwa katika kundi fulani mm, na kulikuwa na kundi lingine ambao wanapigana nalo mm. Sasa ndio aweza kupiganiwa na huyu jemendari na huyu shujaa ambaye tunamsoma hapa, lazima uwe katika kundi la nani? La Bwana. Maana tumeona watu ni wawili hapa mm, kuna jemendali huyu ambayo tuna, tunasema amri jeshi wa Bwana mm, amri jeshi wa Bwana. Kumbe kuna amri jeshi wa Bwana, na kama kuna wa Bwana kuna wa, kuna mwingine pande hii wa shetani wa nani? Wa shetani mm. So mimi nikajiuliza sasa, na mimi mimi niko sasa upande gani? Maana mm. hiyo ndio di, kitu inadetermine unaweza kuwa labda sijui sijui, maana vita ni ya watu wawili, lakini nikaona huenda Joshua hagekuwa kuwa e, katika upande wa Bwana mm huyu -hmm. majemadari hagefanya nini hagemsaidia hagempigania mm -hmm. so ni swali tu tujiulize, wewe katika vita hizi mbili mm -hmm. wewe uko upande gani?